Yes, kientertainment zaidi. Welcome to Stories of Town segment ya Global TV. Na kama kawaida ni kukumbushi kusubscribe kulike kushare pamoja na kukomenti. Habari hii ya kientertainment inawakilisha na inaashiria kwamba muziki wa Afrika unazidi kukua kwa kasi ya ajabu na kulithibitisha hili, mkali ambaye alitamba na ngoma yake ya duro kutokea nchini Nigeria kutokea pia Triple MG, Man Made Music Group, huyu sio mwingine, ni Tekno Mile amekula shop vu sasa hivi la kusaini deal na kampuni ya Sony Music, ambapo deal hili amekonektiwa na mkali kutoka P Square, huyu ni Po Okoye pamoja na meneja wake wa Triple MG Man Made Music Group Ubi Franklin. Dili ambalo amelisaini kwenye kampuni ya Sony Music, amesaini dili la linalomwingizia mtonyo wa US dola milioni nne, na dili hili pia limemwezesha au litamsaidia yeye kurekodi ngoma tatu chini ya studio za Colombia Records ambazo atatumia kampuni ya Sony kuzisambaza ngoma hizo dunia nzima. Lakini pia mkataba ambao ameusaini wa, wa kurelease ngoma tatu na kampuni ya Sony Music hautomzuia yeye kufanya kazi zake zingine za kuwapa mashabiki wake barani Afrika na kwingine popote duniani, am, ile test au ile ladha ya muziki wake ambayo wamezoea. Na huo ndio mwisho wa habari hiyo ya ki Entertainment. Ni watakia wakati mwema, endeleeni kuitazama na kuifuatilia Global TV. Cha muhimu na cha msingi, usisahau kushare, kulike, pamoja na kusubscribe kama bado ulikuwa haujisubscribe. Is your best presenter Kelvin Shayo, at Shayo TZ, tukutane kwenye jina hilo Instagram. Lakini pia ya Global Publishers, at Global Publishers, Facebook pamoja na Instagram, usiache kutufollow. Twitter ni @globohabari.